Sisi kama viongozi wa chama kusini kote tunaendelea kumtambua Profesa Lipumba, tutaendelea kumheshimu na tutaendelea kumtambua katibu mkuu Maalim Seif Sharifu Hamadi na tutaendelea kumheshimu. Mwisho wa siku, tunaamini wao ni viongozi tuliowachagua kwa mujibu wa katiba yetu, na kama kulikuwa na mgongano katika chama ni vitu vya kawaida, kwa sababu naamini hata katika ndoa, mtu na mke wako, inatokea siku mkagombana, lakini haifikii kuwa sababu ya mwisho wa kuwa ndoa yenu imekufa na naamini katika hili Profesa Lipumba na Maalim Seif Sharif Hamad watakaa mezani, watazungumza kama tulivyoshauri na watamaliza tofauti zao na wataendelea na jitihada za kukijenga chama. Kikao cha leo, wajumbe wote tulipiga kura za siri kama utaratibu wa katiba yetu unavyotaka. Wamekubaliana na maamuzi ya msajili na wanawaomba viongozi wetu wayaheshimu, na ni vema wakaacha tabia zingine zisizofaa za kuendeleza mgogoro, na tunaomba sasa viongozi wetu wafike hatua, wakutane na wamalize mgogoro, kwa kuwa mwenyekiti halali anafahamika wa chama chetu, profesa Ibrahim Haruna Lipumba, na anaendelea kufanya kazi zake katika ofisi ya chama pale Buguruni. Basi ni vema ile kamati inayojiita kamati ya uongozi ikaacha mara moja kujiita na kujitambulisha kama ni kamati ya uongozi ya chama, kwa sababu kwa mujibu wa katiba Hakuna kamati ya uongozi ya chama, na niwaombe sasa hao wahusika wenyewe, naamini watasikia na wataona taarifa kupitia katika vyombo vyenu, basi na wao waache kujitangaza na kuendelea kukuza mgogoro ndani ya chama chetu.